Hiyo ndio Marekani. Mpenzi mtazamaji, kama uh, unafungulia kipindi hiki kwa mara ya kwanza, kipindi kilichoewani hivi sasa ni giza la amani, ni kipindi ambacho kinachambua masuala makubwa makubwa ya kimataifa kuhusiana na masuala ya kidiplomasia eh, na sintofahamu mbalimbali katika ulimwengu. Huyo alikuwa ni Dr Eri Sanga akifafanua kuhusiana eh, na kile anachokifahamu eh, kwenye mikakati ya kivita Ameeleza kwa kina sana kuhusiana eh, na Marekani. Marekani ni taifa la namna gani? Aya, nimgeukie ndugu Alex Mwamtobe. Ndugu Alex Mwamtobe, wewe ni moja kati ya wataalamu wa masuala haya ya kimataifa, ningependa kufahamu kuhusiana na mambo muhimu sana kutoka katika nchi ile ya Venezuela. Nchi hii ya Venezuela ni nchi huru, bila shaka ilipata uhuru wake wa kuwa nchi rasmi mwaka gani? Venezuela mwaka elfu moja mia nane na kumi na tisa ilianza michakato ya kujitafutia uhuru wake. Wakati huo ilikuwa inaitwa Colombia. Mwaka elfu moja mia nane ishirini na mbili nchi ya Colombia, Panama na Ekuado rasmi kwa jamhuri ya nchi ya Colombia. Lakini mwaka elfu moja mia tisa thelathini Venezuela ndipo ikajipatia uhuru wake rasmi na kutambulika kama taifa la Venezuela, na kuanzia hapo ikaanza kujitawala kama taifa huru. Sasa imeongoza na maraisi wengizo wengi, kutoka mwaka huu elfu moja mia nne thelathini mpaka hapa tulipofika lakini tunao marais wa kukumbukwa katika ile nchi ya, ya Venezuela, akiwemo mtu mmoja alitwa Hugo Chaves. Hugo Chaves ni mtu ambaye ameliongoza lile taifa la Venezuela na alikuwa ni kipenzi cha wana wa Venezuela, ameliongoza taifa eh, kulijenga kwa sababu ni taifa ambalo lilikuwa limejengwa kwa kisiasa, kiuchumi ni taifa ambalo lilikuwa limeshajitangaza duniani. Lakini mwaka elfu moja mia tisa elfu moja mia tisa mwaka elfu mbili na tatu huyu aliyetuleta hapa Hugo Chavez aliweza kuchukua ile nchi rasmi, baada ya Maduro aliweza kuchukua nchi rasmi baada ya Hugo Chavez kuaga dunia. Sasa alivyochukua ile nchi Hugo na Maduro, siasa za ile nchi zilibadilika sana. Alianza kuongoza ile nchi kwa mabavu, alianza kukandamiza upinzani, lakini alikandamiza vyombo vya habari. kila aliyejaribu kukosoa utawala wake alikiona cha mtema kuni. Ni kiongozi ambaye aliweza kukaribisha familia yake iweze kufaidi rasilimali za nchi. Utakumbuka kwamba mke wake huyu aliye naye sasa ambaye walikutana mwaka 1990 alikuwa ni mwanasheria huyu, ambaye pia alikuwa anamtetea Hugo Chavez katika kesi zake mbalimbali mbali. Wakati huo eh, Maduro akiwa ni mlinzi wa Hugo Chavez walikutana huko, baadaye wakaanzisha mahusiano wakaja akaoana. Sasa Maduro alipoingia madarakani, pia akamsogeza mke wake kuwa ni sehemu ya utawala wa ile nchi. Utakumbuka kwamba ni mmoja wa watu ambao walikuwa ni viongozi wakuu pale bungeni Maka. Na ndio maana utaona hata Marekani alivyomchukua Maduro, ajamwacha mke wake na wote wamefikishwa mahakamani kwa pamoja, kwa sababu katika ule utawala wa Maduro, mama hakubaki nyuma. Lakini sio mama tu, wanao watoto ambao pia wapo katika madaraka, kitu ambacho raia wa nchi ya Venezuela walikuwa naipigia kelele mara nyingi, na ni mara nyingi wameingia katika maandamano mbalimbali kuweza kupinga ule utawala, kwa sababu yule mama mke wa mke wa, wa, Maduro alikuwa ni kiongozi mmoja ambaye alikuwa anasimama nyuma ya mume wake, ni kiongozi ambaye hata alipojaribu kulaumiwa yeye ndio alikuwa anajitokeza hadharani kuweza kutoa kauli chafu na kauli za kashfa. Itakumbukwa eh, kuna miaka ambayo kuna miaka ambayo Marekani alikuwa na tuhumu kwamba Maduro anahusika katika kufadhili vikosi vya madawa ya kulevya. Kuna baadhi ya watu ambao walikamatwa kule wakivuka marek kuelekea Marekani ambao walikuwa ni ndugu na huyu mke wa, wa, wa, Maduro, wa Maduro na walishtakiwa kule Marekani, lakini baadaye ikaonekana wameachiwa katika makubaliano ya kubadilishana wafungwa sasa kile kitendo cha e, familia ya, ya, ya rais wa Venezuela kuonekana na kuhusika moja kwa moja kufadhili vikundi vya uhalifu vikiwemo vya madawa ya kulevya ambavyo Marekani yali tafsiri kwamba ndio watu wanaoitesa Marekani, ndipo alianza kutoa matamko mbalimbali kwamba Maduro anaitesa Marekani, Maduro anaongoza nchi kwa mkono wa chuma, na ndipo akaanza mikakati ya kutaka kwanza kuishambulia Venezuela. Na mpaka tumefika hapa, nafikiri tunazungumza hili kwamba Marekani ameweza kumnyakua Maduro kama mwewe, ni kwa sababu Maduro alikuwa na fadhili vikosi vya, vya madawa ya kulevya, japo yeye alikuwa na, anakataa. Mpaka hivi navyozungumza, amefikishwa mahakamani, amesimamia msimamo wake kwamba mimi ni mtu safi na si, sihusiki nayo mnayoyazungumza, akiwemo mke wake pia amekaa nayo madai, lakini Marekani ameshikilia kwamba huyu ndiye anayefadhili vikosi vya uhalifu vya madai wa kulevya, na, na kokeni nyingi ambazo zishakamatwa zikisemekana kwamba wale ndugu wa wa mke wa, wa Maduro ndio walikuwa wanasafirisha kutoka Venezuela kupeleka nchi ya Marekani. Taifa la Venezuela ni taifa ambalo uchumi wake unategemewa kutoka kwenye vyanzo gani? Taifa la Venezuela asilimia kubwa wanategemea uchumi kwenye mafuta. Ni taifa ambalo alijajikita sana kwenye ishu zingine kama mataifa mengine, kwamba labda kwenye kilimo, wao wamejikita sana kwenye mafuta. Ni kwa sababu ni taifa ambalo mara nyingi limepakana lime sana na bahari. Sasa mle kwenye bahari lina mafuta mengi sana kiasi kwamba mteja wa yale mafuta asilimia ya kubwa ni huyu Muamerika. Sasa Muamerika alipoingia kwenye zile siasa za, za, za Venezuela na kutaka kwamba huyu Maduro abadilishe siasa za Venezuela za kukandamiza upinzani, za kunyanyasa upinzani, kwa sababu amefunga wapinzani, ametesa, amepiga, ameua, amefanya kila aina ya manyanyaso kwa wapinzani na hata uchaguzi uliopita juzi kati hapa elfu mbili na ishirini na nne kuja elfu mbili na ishirini na tano, eh, Maduro alijitangazia ushindi kwa asilimia kwa, kwa karibu tisini na tisa. Kwa sababu, upinzani, kwa ana, sababu na na na chama kikuu cha upinzani cha nchi ile baada ya kuona kwamba huyu mtu anafanya siasa kibabe, kwa sababu kionekana na mkosoa ana kukamata na kupiga na kutesa na kuua, chama kikuu cha upinzani kilitangaza kujiondoa katika ule uchaguzi lakini kukawa na vyama vingine vidogo vidogo ambavyo e, wachambuzi wa siasa za ndani na za nje ikaonekana kama vile vyama ni washirika wa Maduro moja kwa moja. Vile vyama vikakubali kuingia kwenye ule uchaguzi, lakini katika ule uchaguzi Maduro alijitangazia ushindi kwa maana ya maseneta wabunge, pamoja na urais. Vyama vile vya upinzani, muungano wote wa vyama vya upinzani vikapata kiti kimoja tu. Na huyu mpinzani mkuu wa, wa, wa ile nchi wa chama, wa, wa chama kile cha upinzani ikaonekana anatafutwa, pamoja na kuto kuingia kwenye ule uchaguzi akakimbia nchi. Mpaka hivi tunavyozungumza madura na kamatwa yule, yule mpinzani yule mwanamama ambaye ni mpinzani mkuu wa, wa, wa pale Venezuela hayuko ndani ya ile nchi, alikimbia kwa sababu alikuwa anatafutwa. Kwa hiyo wale wa marekani wale wa, wa Venezuela wanategemea sana mafuta, na marekani alivyogundua hilo, kwa sababu yeye ndiye mteja mkubwa wa, wa yale mafuta aliamua kuyashusha mafuta bei kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba Venezuela iliingia kwenye utaka mkubwa sana wa kiuchumi. Wananchi walikuwa na njaa isiyopindukia, kiasi kwamba walikuwa wanalazimika kuingia kwenye maandamano ya mara kwa mara, kwa sababu mtu akikosa chakula, mtu akiwa na njaa, lazima tu ataingia kwenye maandamano kudai haki yake. Kwa hiyo wana Venezuela ni watu ambao uki, hata ukiangalia sasa hivi baada ya Maduro kukamatwa, wengi wameingia barabarani kushangilia kwa sababu wanaamini maisha yao yatabadilika. Wanaamini sasa Marekani huyu ambaye alikuwa amewawekea vikwazo vya kuto kununua mafuta atarudi kununua mafuta na uchumi wao utarudi kama awali, kama alivyokuwa anaongoza yule baba wao, Hugo Chavez ambao wao wanamheshimu sana ka, ka, katika ile taifa. Naam, rais pendwa wa Venezuela ambaye kwa sasa ni marehemu, mheshimiwa Hugo Chavez. Hayati huyu alikuwa chama gani? Na huyu rais ambaye amezua taharuki duniani e, mheshimiwa Maduro alikuwa chama gani? Kwa sababu kuna vitu vinanikanganya vina hapo. Tumeona moja ya sifa yake ambayo umeelezea kwa kina ni kuhusiana na kukanyaga haki za binadamu kuwa mtu ambaye amebadilisha utawala kwa sura kubwa tofauti na taifa lilivyokuwa, licha ya kwamba amepokea kijiti kutoka kwa rais ambaye alipendwa kuliko rais yeyote katika nchi ya Venezuela. Na Maduro na Hugo Chavez walitokea chama kimoja na walikuwa ni watu ambao walikuwa washirika, kama nilivyozungumza hapo awali kwamba miaka tisini huku Maduro alikuwa ni omni mlinzi katika sekta muhimu sana kwa bwana Chavez. Hugo Chavez na Maduro amekulia jeshini. Maduro ameingia jeshini akiwa na miaka kumi na saba. Ni mtu ambaye ameishi kwenye familia ya kiumaskini kidogo historia inavyoonyesha. Eh sasa e, baada ya kusomasoma kidogo akalipenda jeshi akaingia jeshini. Sasa huko jeshini hakuwa na utulivu sana, alikuwa kena, anapiga kidogo jeshi, jeshi, anaenda nasoma kidogo anapiga jeshi, anaenda nafanya kazi zingine kidogo. Kwa hiyo, amefanya kazi nyingi nyingi zikiwemo za udereva, lakini kote huko alikuwa akitokea jeshini. Kwa hiyo mpaka eh, rais mpendwa wa Venezuela anafariki dunia, yeye alikuwa ametokea jeshini ndani ya chama hicho, akachukua nchi kwa sababu E, Hugo Chavez, alikuwa alikufa kifo ambacho tunaweza kusema kilikuwa sio cha mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo, kikatiba ilikuwa eh, nchi ikaa haiko salama. Kwa hiyo ilikuwa lazima jeshi lichukue nchi. Kwa kaingia madarakani kwa mfumo huo. Sasa moja kwa moja akaacha kuongoza nchi kidiplomasia, akaingia kuongoza nchi kwa mkono wa chuma akitokea jeshini. Kwa hiyo, Hugo Chavez na Maduro walikuwa wametoka chama kimoja. Huyu madulo huyu madulo akiwa katika historia yake, wakati pia naipitia niligundua pia aliwahi kuwa eh, ni dereva wa mabasi ya umma, lakini pia niliwahi kugundua pia katika historia yake kwamba eh, alishawahi kuwa mtetezi wa haki za wafanyakazi. Sasa eh, kuna vitu vinanikanganya kidogo. Sheria za, za za- za Venezuela zikoje? Huyu mtu tunaona alikuwa ni, ni mwanajeshi at the same time akaja akawa ni, ni, ni dereva wa basi ya umma. Nashindwa kuelewa alikuwa dereva kama jasusi ambaye alikuwa labda kuna vitu anafuatilia katika hilo eneo au ilikuwaje? Lakini pia nimeshindwa kuelewa kitu na nadhani hapo utatusaidia sana. Ndugu mtazamaji, e, bila shaka utakuwa shahidi yangu kwamba kuna mambo ya muhimu sana unahitaji kufahamu kuhusiana na Rais Maduro, lakini pia nchi ya Venezuela, kwa mfano kwa mfano tunaona pia kwamba eh, tunaona pia kwamba alichukua nafasi ya urais kuto kutokana na changamoto ambayo ilikuwa imetokea. Rais wa Venezuela eh, Hugo alifariki katika mazingira ya kutatanisha na nchi ikapaswa eh, kuchukuliwa na jeshi. Huyu Maduro alikuwa na cheo gani kilichopelekea kuangukiwa yeye nafasi ya kuwa eh, rais wa nchi ya Venezuela wakati huo, e, anafariki Hugo Chavez. Maduro alikuwa ameingia kwanza, alikuwa ni mlinzi wa Hugo Chavez, alikuwa ni mtu wa karibu wa Hugo Chavez, lakini alikuwa ameingia kwenye siasa. Siasa alikuwa amezianza huko nyuma mapema kabisa, akiwa bado ni mlinzi, yuko jeshini, lakini ni mlinzi wa rais aliyeko madarakani akawa anafanya harakati za kisiasa zikiwemo harakati za utetezi e, wa kibinadamu kama alivyozungumza hapo awali. Kwa hiyo baada ya kuuawa huyu Hugo Chavez, yeye ikaonekana hiyo nafasi imemwangukia moja kwa moja, kwa sababu cha kwanza kabisa ni mwanasiasa, alafu cha pili yuko jeshini, ni mlinzi ambaye alikuwa karibu kabisa na Hugo Chavez, ikaonekana kama, kamati iliyoko pale ikaona kabisa kwamba huyu ni mwanajeshi alafu pia ni mwanasiasa, anaweza akakipokea kijiti cha huyu mtangulizi wetu. Hiyo nafasi kamwangukia kwa mfumo huo. Wakati huo alikuwa amezitumikia siasa kama nilivyozungumza, alikuwa amezipenda siasa, yani toka akiwa mdogo, anaingia kwenye, kwenye, kwenye jeshi, lakini anaingia kwenye siasa, anaingia kwenye, kwenye biashara, anaingia kusoma kidogo. Alikuwa ni mtu mwenye matamanio ya vitu vingi vingi Alikuwa aweza katulia sehemu moja na hata, hata, ni, ni hata, na hata kuingia kwenye, kwenye udereva. Ilikuwa ni mikakati ya usalama ya, wa Hugo Chavez kwa sababu Venezuela ni moja ya nchi ambayo pia kiusalama katika nchi zile za kusini mwa Amerika ni nchi ambayo iko vizuri sana katika usalama. Kwa moja ya vitu ambavyo pia Hugo Chavez alikuwa anaweza kuvitumia ni ule ulinzi wake kuingia katika shughuli za umma. Huko kwenye shughuli za umma walikuwa naweza wakapata vitu vingi vingi kwa ajili ya kuweza kumletea data Hugo Chavez ili aweze kuiendesha nchi yake ajue ni, ni, ni kitu gani ambacho wananchi wake wanakitaka. Wakati hiyo ile nchi ilikuwa inaendeshwa kiujamaa pia k utakuta kwamba kuna namna waki, walikuwa wakiuza mafuta watu wana, wanapewa fedha mwisho wa mwezi, watu wanaenda kupanga foleni, wanalipwa, wanapewa fedha. Kwa hiyo Hugo Chavez aliweza kuendesha nchi ile kiujamaa, aliweza kuwa na watu mbalimbali mbali huko mitaani ili aweze kujua watu wake wanaishi vipi huko mitaani. Kabla sijakuuliza maswali mawili ya mwisho na kuelekea kwa Dkt. Sanga, natamani kujua mambo mengine muhimu mawili kupitia e, maswali hayo mawili ambayo nitakuuliza. Uh, rais huyu uh, kwa mujibu wa maelezo yako mwenyewe anaonekana amefanya makosa mengi sana ya kukiukwa kwa haki za binadamu. Kimsingi amevurunda utaratibu mzima wa amani ya nchi ya Venezuela. Kwa nini jeshi la Venezuela halijachukua nchi mpaka sasa? badala yake tumeona e, taifa jingine tukawa Marekani limekuja na kuingilia kati swala hili. Mara nyingi sana viongozi wa aina hii duniani kote, e, anapoanza kufanya ale mambo, kitu cha kwanza analiweka jeshi lake linakuwa karibu na yeye, ukizingatia kwamba yeye mwenyewe kwanza ni mwanajeshi. Kwa hiyo anachokifanya ni kulifanya lile jeshi lianze kumtii, alafu ule mkate au anakula au anakula nao karibu. Sasa wengine wanapokuwa wanalalamika, jeshi linakuwa lina mgadi, na ndo maana kama nilivyozungumza hapo awali kwamba anatumika sana kutesa wapinzani, anatumika sana kutesa wakosoaji, vyombo vya habari kule Venezuela havina uhuru, afanyi yeye anafanyi wale wafuasi o, lile jeshi likiwemo, jeshi la polisi likiwemo, jeshi la ulinzi usalama wa nchi wa, wa ile nchi wako wanamsapoti yeye, na ndo maana anafanikiwa kuweza kuwatesa wapinzani wake, kuweza kuwabagaza wapinzani wake, kuweza kuwafunga wapinzani wake, maanake anatumia magereza, anatumia mahakama, anatumia bunge. Kama alivyozungumza pale bungeni, mke wake ndo alikuwa mkuu wa bunge. Kwa hiyo hata wabunge akijaribu kufanya chochote, mke wake yupo pale, anamgadi. Kwa hiyo walichokifanya eh, Maduro ni kwamba alifanikiwa lile jeshi la ile nchi kuliweka karibu na yeye wananchi wa, wa, wa ile inchi jana Jumatatu jana Jumatatu juma baada ya Maduro mahakamani, kuna, na na kuna sauti zilikuwa zinasikika pale mahali. Mmoja nauliza ni mlipuko wa nini? Mwingine najibu kwamba kuna droni eh, kuna droni kuna droni zinashambuliwa, maanake kuna droni ambazo zilionekana, nafikiri wanajeshi wale wa pale mahali wakawa wanazishambulia zile droni. Wale watu wanaongea, ambalo wanaongea Kispeni kwa sababu wametawaliwa pia na, na Hispeni wao wamechukua uhuru wao kutoka kwenye nchi ya Hispeni. Kwa hiyo wanazungumza Kihispeni pia, mambo ya Kispanish ya, Kispanyola nam uh, umezungumza kitu ambacho kimenifanya nikuulize swali ambalo sikutegemea kabisa na wala sikuliandaa siku ya leo. Marekani atuoni kwamba tatizo sio Maduro na tatizo ni Marekani ambayo hapo eh, mwanzo umeeleza kwa kinywa chako mwenyewe kwamba ilikuwa eh, inaingilia ina masuala ya kibiashara kuhusiana na uzalishaji wa mafuta katika nchi ya Venezuela na na nitazungumza na Dkt. Irisanga, kuna kitu eh, atatueleza vizuri kwenye hili lakini natamani wewe utueleza huoni kwamba huenda rais Madulo eh, amegeukwa na jambo hili liko chini ya nchi ya Marekani. Bwana Dokta, eh, wachambuzi wengi sana ukiwagusia kwenye haya masuala utawakuta sana wanalaumu Marekani kwamba huwa anaingilia siasa za ndani za nchi zingine. Ukisikia sana South Africa ametoa tamko lake, China katoa tamko pale mahali, mrusi katoa tamko akimlaumu Marekani kwa nini ameingilia siasa za nchi nyingine. Kitu ambacho mimi niko tofauti na wachambuzi wengi. E, ili dunia hii iweze kuenda, dunia iweze kusimama, lazima iwe na wasimamizi wa dunia. Dunia haiwezi kakuruhusu wewe dokta, una familia yako nyumbani, kwa sababu ni watoto wako. E, unawatesa watoto wako, unawapiga, unawaua, dunia haiwezi kanyamaza. Utakuta mwenyekiti wa kitongoji hapo mahali unapokaa au mwenyekiti wa mtaa, lazima apelekewe mashtaka kwamba nyumba fulani kuna mtu ambao anaishi vizuri na familia yake, ila anaua watoto. Wewe utachukuliwa tu, wewe utapelekwa polisi, ikiwezekana utafungwa. Ndivyo ndicho kinachofanyika Marekani kwenye nchi zingine ambazo zinaonekana zinavunja demokrasia, zinatesa watu, zinaua watu. Marekani kwa sasa ndiye kiranja wa dunia, lazima awe ni msimamizi wa raia wengine wowote wale ambao wanaona kwamba hawajatendewa haki. Kwa hiyo kwa, kwahiyo pamoja na kwamba marekani e, ajaingia pale Venezuela kwa, kwa, yani kwa bahati mbaya au aja, ame, ajaingia kwa, kwa, kwa ajili ya kupoteza, lakini venezuela au Maduro ameweza kumkaribisha marekani akaribie kuingia pale mahali kwa sababu ya siasa zake chafu. Angekuwa amenyoka na siasa zake zilizosimama, hata kama angekuwa na utajiri wa kiasi gani, marekani asingeingia mahali pale. Manake yeye ndo amefungua mlango, ili marekani aweze kupiga kelele kwamba wewe unavunja haki za binadamu, unaongoza nchi isivyo, kama ilivyo kwenye nchi zozote zile, kwamba wewe unavyotaka kumiliki silaha lazima kuwe na vigezo, kwamba unamiliki fedha kiasi gani, una akili timamu, kwa sababu ukikabidhiwa silaha, huna akili timamu, tafsiri yake kwamba utaanza kushambulia watu ovyo. Ndivyo ilivyo dunia, lazima iwe na kiranja wa dunia. Ndio maana utaona kuna silaha ambazo kuna nchi haziwezi zikamiliki, kwa sababu hazijafika kile kigezo. Wapo watu ambao wanasimamia hilo swala. Kwa marekani kuingia pale pale Venezuela ni kwa sababu Maduro amemkaribisha Marekani kuweza kuingia kwa ajili ya siasa zake chafu. Ananyanyasa watu, ananyanyasa vyombo vya vya habari. Anaua watu, wapinzani wamekimbia kama tulivyozungumza. Sasa wapinzani wanavyokimbia, wanakimbilia kwenye nchi zingine, maanake wanakwenda kuleta madhara kwenye nchi zingine. Mwalimu Nyerere wakati anapigania uhuru wa hii Afrika, amewahi kuzungumza kwamba Angola isipokuwa huru, Tanzania sio huru, Mozambiki isipokuwa huru, Tanzania sio huru. Nini tafsiri yake? Kwamba majirani wanavyopigana tafsiri yake vita vile lazima wewe vikuathiri moja kwa moja. Kwa hiyo wewe, ili uweze kuwa salama, maana yake wewe uagadi pa, wale majirani pamoja na kujigadi wewe. Ndicho anachokifanya Marekani na ndicho kilichofanyika pale Venezuela, kwamba ili Marekani awe salama, wale wauza madawa ya kulevya wasiweze kuisumbua Marekani, basi Venezuela wawe wa salama, wawe na mtu ambaye anaweza kawasimamia, kama alivyo alibowasimamia yule kiongozi wao ambaye tumezungumza hapa kwamba ni mtu pendwa pale Venezuela na alikuwa ni Alex Mwamtobe nikimchokoza kwenye hoja za msingi kabisa kuhusiana na michakato inayoendelea kule Venezuela. Lakini nini hasa chanzo cha haya mambo yote e? maana tumeona kuna vitu vingi vingi vingi vingi ambavyo vinahitaji utulivu hali ya juu sana na watu waliobobea kama hawa kuweza kuyaweka sawa. Huyu ni mwanadiplomasia wa kimataifa, na anapofafanua mambo kama haya ni mtaalamu pia wa maswala